Ewani kuawa Mbeya uko kwenye operation ya eh, mwisho wa mwaka, tushirikiana na makao makuu ya usalama barabarani, na muda huu tulikuwa hapa Lwanjilo, barabara ya kwenda Chunya a Mbeya. Tumefanya ukaguzi, tumebaini mambo mengi, abiria ni wengi, wamezidisha sana kwenye magari, na tumeshusha abiria waliozidi na kuchukua hatua mbalimbali. Tumebaini abiria uh, wanashirikiana wana na madereva wana anyawai

tuangalia na wito kwa madereva ni kwamba waache udanganyifu, waendelee kutii sheria, lakini wabebe leseni zao tuweze kukagua. Saa hizi watu wengi leseni zimeisha, utaratibu wa kupata leseni umekuwa ngumu kidogo, lazima wapate masomo na vyeti. Kwao wengi wanaendesha hawana uh, leseni, wanasingizia leseni za kwenye picha ambazo zimeisha na kuleta udanganyifu. Saa hizi watu, teknolojia imekuwa sana, watu wanacrop picha, wanachukua picha yake anaipachika kwenye uh, leseni ya mtu mwingine ambaye yuko hai hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sikuja, watu wengine wanao report na kusikiliza leseni zimepotea, kumbe leseni zao zimekwisha au wengine hawana leseni kabisa. Kwa hiyo tunawasihi madereva wa kujaza leseni zao kwa ajili ya utambuzi, kuepusha usumbufu huu. Usumbufu unakwenda mpaka kwa abiria, kwa hiyo wanatugombanisha sisi na abiria. Tunataka kama tunaleta usumbufu, kumbe sisi tunatimiza majukumu yetu. Kwa hiyo madereva watoe ushirikiano, wapate sheria zote, wawe na leseni, wazingatie mwendo, waache overtaking hatarishi, waache ulevi, tutaenda sawa.